Mwanamke mmoja anahudhuria harusi ya mpenzi wake wa zamani na kugundua kwa mshtuko kwamba alimdanganya na bibi harusi yake wa sasa. Kwa kulipiza kisasi, yeye kwa uhodho huvuta kitambaa cha meza na kukitumbukiza kama gauni, anachukua shali ya mgeni kama shela, na kunyakua shada la maua kutoka kwenye meza. Kwa ujasiri anapiga picha akisimama kando ya bwana harusi. Tangu utotoni, Son Hyung hakuwa mtu wa kurudi nyuma. Shuleni la msingi alikasirishwa na mwalimu aliyegawa uwanja wa michezo kwa asilimia 80 kwa wavulana wanaocheza mpira na kuachia wasichana eneo dogo. Alimwazomea mwalimu jambo lilisababisha wenzake kumwacha peke yake. Mama yake aliyejulikana kwa wema na uadilifu mara nyingi aliwalea watoto waliokuwa na makazi ya muda. Son Hyung aliwashindania chakula akihisi kwamba yeye ndiye aliyepata hasara kwa kuwa hao watoto walishiriki chakula chake na upendo wa mama yake. Akiwa mtu mzima, Son Hyung alihudhuria harusi mbalimbali na akatoa pesa nyingi kama zawadi. Kwake yeye ambaye hana mipango ya kuolewa, zawadi hizo zilihisi kama hasara. Siku hiyo anahudhuria harusi ya mweza kazi na mpezi wake wa zamani. Awali alipanga kutoa mia moja sifuri sifuri moja, lakini baada ya kukumbushwa uhusiano wao wa karibu, aliamua kutoa mia tatu sifuri sifuri moja. Akikumbuka jumla ya pesa alizotoa kwa miaka iliyopita ingeweza kununua gari. Kutoa zawadi ni mapatano ya kitaifa yanayoonekana kuwa sawa, lakini yanachanganyikiwa yakiathiriwa na vigezo kama mfumko wa bei, gharama za usafiri na malazi kwa harusi tofauti. Watu wengine huenda kamwe kuendelea kuwasiliana, jambo linaloifanya zawadi iwe kama hasara kwa mtoaji. Mpenzi wake wa zamani alistaajabia kuhudhuria kwa Son Hyung, jambo linaloweza kuanzisha uvumi na kufichua uhusiano wao wa kimapenzi ofisini. Kabla ya harusi, Son Hyung alipokea simu kutoka kwenye nyumba ya wazee kuhusu mama yake, ambaye ana ugonjwa wa Alzheimer. Akiwa na kazi nyingi, alilazimika kumpeleka mama yake huko na hajamtembelea kwa wiki mbili. Katika harusi, kuingia kwa wazazi wa bibi na bwana harusi kumkumbusha kuhusu kujitenga kwake. Mpenzi wake wa zamani alielewa, alikuwa akimuuliza mara kwa mara kama alikuwa na jukumu pekee kwa mama yake, akimwona kama mzigo. Ili kumwepusha mzigo, alianza mgawanyiko kwa huzuni. Mpenzi wake wa zamani alipojaribu kudumisha uhusiano wao, alianguka kwa bahati mbaya na kujikwaruza mkono. Son Hyung, akiwa na huruma, alimtia mkono bandeji. Alipokumbuka jambo hili, picha ya mapendekezo ya mpenzi wake wa zamani na bibi harusi yake ilionyeshwa ikionyesha bandeji aliyomtia mtu alitaja kwamba leo ni siku ya kumbukumbu -kumbu ya mwaka mmoja ya wanandoa huo. Akitambua kwamba mpenzi wake wa zamani alimpa bibi harusi yake mapendekezo siku ile ile walipotengana miezi sita iliyopita, Son Hyong alihitimisha kwamba alikuwa mwaminifu wakati wa uhusiano wao. Son Hyong alikasirika sana aliposikia mpiga picha akiwaita marafiki na familia kupiga picha za pamoja na wachumba. Alijifikiria yeye amevaa gauni la harusi la kujitengenezea akisimama karibu na mpenzi wake wa zamani katika eneo lisilovutia kwa kweli. Hakufanya chochote lakini alisimama karibu na bibi harusi na kwa bahati akashika shada la maua. Aliporudi nyumbani, Son Hyung alijuta pesa alizotoa kwa zawadi ya harusi. Angelijua mpenzi wake wa zamani alikuwa mtu mbaya namna hiyo, asingeweza kamwe kuhudhuria harusi. Marafiki zake walipendekeza kwamba anaweza kupata pesa ya zawadi kwa kuolewa hivi karibuni yeye mwenyewe. Marafiki wawili walikuwa wadadisi kuhusu kwa nini Son Hyung alitenga na mpenzi wake wa zamani mbaya. Ilionekana kama hakuna jambo kubwa lililotokea, walitengana tu ghafla. Walikuwa na imani kwamba Son Hyung hangeruhusu kudharauliwa, kutokana na historia yake. Miaka sita iliyopita, alimfukuza mpenzi wake wa kwanza kwa sababu alikaa mahali pake karibu kila siku bila kile chochote au kubadilisha vitu vilivyotumika Miaka mitatu iliyopita alitenga na mpenzi mwingine kwa sababu ya utendaji wake duni kitandani, kwani alikuwa akiwahi kuanzisha na ilikuwa imekwisha kabla hajafurahi. Njiani kurudi nyumbani, Son Hyung alitaka kununua gumi dukani na rafiki walizungumza juu ya Kim Gewuk, mwanamume aliyeajiriwa huko kwa muda. Son alilalamika kwamba Kim Gewuk alikuwa akifanya kama mbwa mwitu karibu naye licha ya kuonekana kama malaika mwema kwa wengine. Kim Gewuk alipomchukia zaidi Ndivyo alitaka kusababisha ugomvi zaidi dukani. Son Hyung alimwona Kim Giwuk akiosha madirisha, alibonyeza alama za mikono yake kwenye sehemu safi na kuchafua rafu zilizopangwa vizuri. Aliponunua sigara, Kim Giwuk kwa makusudi alimpa pakiti iliyo na maudhui makubwa ya taa. Son alimshtaki Kim Giwuk kujaribu kumuua, akisema kwamba kwa bei sawa maudhui ya chini ya taa yangekuwa bora. Walitukana. Son alimdhihaki kwa kutokuwa na kazi halisi na Kim alimpiga kwa kusema kwamba atapata kazi akimwoa kesho. Katika kazi, Son Hyung alifichua uasi wa mpenzi wake wa zamani na kudai mia tatu sifuri sifuri moja aliyotoa kama zawadi ya harusi. Mpenzi wake wa zamani aliahidi kumlipa mara atakapoolewa. Alipoondoka alimdhihaki ujanja wake na kujiuliza kama ataolewa. Son Hyung alikasirika na alitaka mpenzi wake wa zamani atambue kwamba yeye tu ndiye atakayepata hasara kwa kumvuka. Ili kumfunza mpenzi wake wa zamani somo, alipanga mkutano na mke wake mpya kwa njia ya kuwakilisha mwenza kazi na kumpigia simu mbele yake. Akisikia sauti ya mke wake alishtuka na kukimbilia mahali pa mkutano kuelezea. Alitambua kuna kitu kisicho sawa wakati Son Hyung alimpa mke wake mshumaa wa maua kavu uliotengenezwa kutoka kwa shada la maua aliloshika katika harusi. Simu ilikuwa tu kumtishia. Nyuma ofisini, mpenzi wake wa zamani alimsihi Son Hyung kwa msamaha kwa magoti. Son Hyung alitaka tumia tatu, sifuri, sifuri moja yake. Mpenzi wake wa zamani alililia kwamba alipokea tumia mbili, sifuri, sifuri moja kama pesa ya mfukoni kila mwezi, ambayo ililipwa kwa kadi ya kifedha, na mke wake alidhibiti akaunti zake zote. Harakati yoyote isiyoidhinishwa ya pesa ingesababisha ghasia kubwa. Ingawa alikuwa mdanganyifu machoni pa Son Hyung, alitumai kubaki mume mzuri machoni pa mke wake aliahidi kulipa zawadi ya harusi wakati Son Hyun ataolewa na akamsihi amwachie. Son Hyun alinyamaza na hatimake akakata tamaa. Hivi karibuni kampuni ilitangaza shindano la ubunifu. Mfanyakazi atakayeshinda nafasi ya kwanza hatakuwa tu kufanya kazi chini ya rais moja kwa moja, bali pia atapata ukuzaji wa haraka. Son Hyun aliapa kushinda nafasi ya kwanza, hakuwa na nafasi kwa sababu idara inayosimamiwa na rais moja kwa moja haiwaji mfanyakazi wa kike asiyeolewa ilikuwa kwa sababu ya maisha ya kibinafsi yasiyo na utaratibu wa mwenyekiti wa kampuni hiyo zamani. Ili kukomesha uasi wake, mkewe alianzisha sera hii. Pia ilitumika kuzuia mtoto wao kufuata nyayo za baba yake. Son Hyun alikasirika. Hakuwa ametarajia mwenyekiti kuwa mtu mbaya namna hiyo, kwa njia isiyo ya moja kwa moja kuharibu kazi yake. Son Hyun alikwenda dukani kunywa. Alikumbuka mpenzi wake wa zamani akisema atarudisha zawadi za harusi akimwoa mwenza kazi. Alitaja kwamba kama angekuwa ameolewa ukuzaji wa haraka ungekuwa wake. Wakati huo hamu yake ya kuolewa ilifikia kilele papo hapo. Kwa bahati mbaya, alifanana macho na Kim Gi Woo ndani ya duka. Son Hyun alifikiria mara moja suluhisho kamili. Kim Gi Woo alipokuja nje kuuliza anataka nini, Son Hyun alimpa mapendekezo ya ndoa. Kim Gi Woo alikataa kwa ukakamali. Bibi yake alikuwa amemshauri kuoa msichana mwenye ukarimu na mpole, si mtu mrembo kama mama yake aliyekuwa naye nje ya ndoa na kumwachia kwa kutojali. Shukrani bibi yake alimlea, Kim Gi Wook alikumbuka mafundisho yake. Machoni pake, Son Hyung hakuwa mwenye unyenyekevu wala mwenye heshima. Kwa ukaidi, Son Hyung alidai kuwa alikuwa mfano wa ukarimu na utiifu. Kim Gi Wook alifichua kwa ukali uongo wake. Miaka sita iliyopita, baada ya kutengana na mpenzi wake wa kwanza, Son Hyung alimfanya alipe kwa vingi vya, vya nyumbani dukani kama kisasi kwa kula bure mahali pake miaka mitatu iliyopita yeye na mpenzi wake wa pili walinunua kondomu nyingi huko, na alimwonya afanye vizuri usiku huo, au uhusiano wao ungeisha. Son Hyung alishtushwa kwamba Kim Gi huko alikumbuka vitendo hivi vya aibu wazi. Jaribio lake la kwanza la mapendekezo likishindwa, alikata tamaa kesho katika kazi, kwani ni Irin, mke wa mpenzi wake wa zamani na mfanyakazi wa idara ya rasilimali wa binadamu, alimwita Son Hyung akifikiri ni kazi Alipokaa tu mpenzi wake wa zamani aliingia. Kuan Yirin alifichua kwamba alihitaji kukabiliana nao wote wawili, akituhumu mapenzi ya ofisini. Son Hyung alijaribu kuelezea, lakini Kuan Yirin alikaribia na mtungi wa kahawa akilenga usoni Son Hyung. Alipiga mbio kurudi nyuma na kusababisha kahawa kumwagika usoni mwa mpenzi wake wa zamani. Kuan Yirin alikuwa akimwaga Son Hyung kikombe cha kahawa akimrudisha kutoka kwenye mazingira yake ya kufikiria Huan Yirin alieleza kwamba alikuwa amewaita kwa sababu alikuwa amepata wasilisho wao kwa shindano la ubunifu kuwa sawa kwa asilimia tisini. Alituhumu wanaweza kuwa wameshirikiana au kubadilishana mawazo hapo awali, na kusababisha mwingiliano. Alitumai kutatua hili ndani kabla rais hajaona. Son Hyun alikumbuka ghafla kushiriki mawazo yake na mpenzi wake wa zamani kabla hawajatengana. Alikuwa amegeuza mawazo haya kuwa wasilisho lake la shindano bila kutambua kwamba mpenzi wake wa zamani angedhihaki ubunifu wake kwa wasilisho sawa. Mpenzi wake wa zamani baadaye alimlazimisha Son Hyun kwenye ngazi, akidai hawezi kushinda nafasi ya kwanza kwa sababu idara inayosimamiwa na rais moja kwa moja haiwaji mwanamke asiyeolewa. Kwa kuongezea, mama mkwe wake, Kwani Irin, alikuwa rafiki wa karibu wa mama rais. Kama atatumia muunganisho wake, Son Hyun hana nafasi. Son Hyun anamkabilia mpenzi wake wa zamani kama hataondoka ataenda kwa rasilimali wa binadamu na kufichua kila kitu: lini wapi na kwa nini alishiriki mawazo yake naye, hata akitaja kwamba walijadili hili kitandani. Mpenzi wake wa zamani anamtishia kama atazungumza atawaambia kila mtu kwamba mpango wa mradi ulikuwa ukombozi wa Son Hyung kwa kutotaka kutengana, kisha Son Hyung ataonekana kama mwanamke anayeshikilia mpenzi wa zamani aliyeolewa. Son Hyung anamwonya mpenzi wake asishangilie mapema kwani anaolewa kwa mwezi mmoja. Kurudi kwenye dawati lake Son Hyung mara moja anachapisha orodha ya maandalizi ya harusi. Kupanga harusi bandia anachagua unyenyekevu na kuchagua majukumu matatu: weka mahali pa mapendekezo, chagua gauni la harusi na uchapishe mialiko. Baada ya kazi Son Hyung anamsihi Kim Geuk. Anakatizwa na mwanafunzi anunununaye kitu. Kwa uvumilivu Son Hyung anangojea Kim Geuk amalize kabla ya kuendelea. Walakini wanafunzi wanaendelea kumkatiza Son Hyung anageuka na kuwaambia wanafunzi, na kuimarisha sifa yake ya kiburi ambayo inasababisha Kim Gi Wook kumchukia zaidi. Licha ya mtazamo wa Kim Gi Wook, Son Hyung hajaridhika. Nyumbani anaanza kupanga orodha ya wageni na kuwaambia marafiki wawili kuhusu mpango wake wa ndoa bandia. Ndoa inaweza kupata zawadi za harusi na hata kupata ukuzaji, ni mpango mzuri anaamini. Rafiki yake Cha Hiseong anakubali kushughulikia harusi kama biashara haswa kwa kuwa wageni wanajumuisha marafiki wa mama yake na kumfanya mama yake thabihu kwa mpango huo. Anamshtaki Son Hyung kwa kutompenda mama yake akimkubali tu anapohitaji. Chahiseo na Namjian walikuwa watoto waliolindwa na mama yake Son Hyung, wote wawili wanajua Son Hyung alichukizwa kushiriki upendo wa mama yake. Kutokubaliana, Son Hyung na Chahiseo wanapigana kesho. Son Hyung anapanga mahali pa harusi na kupanga karamu wiki tatu baadaye. Anaondoka bila kutambua simu yake imebaki. Anaporudi kwa simu yake, anapokea simu kutoka kwenye nyumba ya wazee kuhusu tukio la ghafla la mama yake. Son Hyung anakimbilia hospitalini ambako yeye na Cha Hee Seong wanamfariji mama yake. Hapo awali Son Hyung alikuwa ameficha ugonjwa wa mama yake na kuhudhuria hospitalini kutoka kwa marafiki zake. Sasa ili kuzuia dharura, anaacha nambari ya Cha Hee Seong na hospitali. Katika mkutano huu, Cha Hiseong bado anakubali ndoa bandia. Sonhyong anakubali kama mtu anayechukia kupoteza na kuwa na hasira. Ni ngumu kupata mpenzi mwenye upendo, hata kama angeweza kungojea mtu, mama yake mgonjwa hawezi. Nataka mama yake ashuhudie harusi yake. Ili kuendelea na mpango wake, Sonhyong anawajiri bwana harusi kwenye tovuti ya ndoa. Mwizi pia mteja wa kawaida dukani anakubali kazi hiyo. Kim Giwuk anapoona mazungumzo yao kwa bahati mbaya Anaogopa Son Hyung anadanganywa. Kwa makusudi anaponda simu yake chini, anapiga mguu na kuiponda chini ya mguu. Kwa hivyo, Kim Gi Wook alipigwa na mwizi na alilazimika kulipa fidia kwa simu mpya. Kim Gi Wook alikuwa na wasiwasi kuhusu Son Hyung. Akiwaona akipita mlangoni, Alikwenda haraka kumzuia. Akisimama karibu na Son Hyung, aliuliza kama anahisi moyo wake unapiga. Son Hyung alisema hahisi chochote. Kim Gi Wook alitangaza kwamba atakuwa bwana harusi wa Son Hyung kwa sharti moja. Son Hyung lazima achukue paka yake nyumbani. Kwa kawaida alikaa katika taasisi ya uchunguzi na meneja wa duka aliogopa paka na hawezi kuwatunza. Kwa muda mrefu kama Son Hyung anakubali kumtunza paka, atakuwa tayari kuwa bwana harusi. Son Hyung hakupenda paka. Lakini kufikia lengo lake alikubali sharti. Hatua ya kwanza ilikamilika. Ifuatayo, walienda pamoja kukodisha suti ya harusi. Katika treni, Son Hyong alimuuliza Kim Gi Wuku kwa nini alimbembemeza jana. Kim Gi Wuk alikuwa akijaribu kama Son Hyong alikuwa na mzio wa manyoya ya paka, kwani nguo zake zilikuwa na mengi. Son Hyong alikuwa na kusikitishwa kidogo. Alifikiri Kim Gi Wuk alikuwa akijaribu hisia zao za pande zote mbili. Kim Gi Wook alidai kwamba ikiwa hisia zozote za kibinafsi zingekuwa zimetokea kati yao zingekuwa tu chuki au chuki kubwa. Son Hyung alimkumbusha kwamba mapenzi hukuwa kwa kawaida na kumwambia asizungumze kabisa. Katika duka, Son Hyung alijaribu gauni la harusi na kumuuliza Kim Gi Wook kuhusu maoni yake. Kim Gi Wook alifikiri ilikuwa ya aibu. Son Hyung alitaka athari hii. Alitaka mgeni kuzingatia yeye na kupuuza bwana harusi. Walikuwa na harusi bandia na Kim Gi Wook alikuwa na mustakabali mkangavu. Alituma Mai hakuna atakayekumbuka Kim Giwook aliolewa. Kim Giwook alishtushwa Son Hyung asiyejulikana kwa kukubali, alikuwa akizingatia hisia zake, ambayo ilibadilisha mtazamo wake. Kim Giwook alipokuwa akijaribu suti, Son Hyung alikutana na mpenzi wake wa zamani na mke wake, kwani Irene alisaidia kwa shauku Son Hyung kuchagua gauni la harusi na kupendekeza suti kwa bwana harusi. Son Hyung alipokuwa akiwa na shida, sauti ya Kim Giwook ilikuja kuuliza kama anaweza kutoka, akifikiria sura duni ya Kim Gi Wook, Son Hyung alieleza haraka kwamba alikuwa ameoka kazini na alikuwa na wasiwasi. Kwa mshangao wake, Kim Gi Wook alipogeuka yeye na kwani Irini walifunika midomo yao. Kim Giuk alivaa suti akivutia macho ya kila mwanamke aliyehudhuria. Wote walimtazama uso wake mrembo, hata Sanhai Yang alivutiwa na uzuri wake. Mpenzi wake wa zamani alikasirika, akiwa amegundua kuwa Kim Giuk ni mdogo kuliko Sanhai Yang alitania dhana ya mwanamke mzuri kuoa mwanamume mdogo. Kim Giuk kwa upendo alimuita Sanhai Yang dada akionyesha kuwa mahusiano na wanaume wadogo yalikuwa ya kishindo. Kwani Erin hakuwa na uhakika kuhusu uhusiano wao, na alitaka kujua jinsi Sanhai Yang da Kim Jiwook alivyokutana. Sanhai Yang alipokuwa karibu kutoa bahana, Kim Jiwook alijibu kwanza akisema walikuwa tangu utotoni. Baada ya kuondoka dukani la harusi, Sanhai Yang alimkemea Kim Jiwook akiuliza kwa nini hakumwonya kuhusu sura yake nzuri. Mtembea njia kwa ghafla alianza mazungumzo akibaini mavazi duni ya mwanamume mwingine akijiuliza jinsi Sun Hai Yang alivyoweza kumsifu asiweze kumfafanua Kim Ji Wook aliyesuti. Alimtazama akinywa kahawa akishuku kuwa huyu mwanamume dhaifu ndiye huyo mrembo wa awali. Sun Hai Yang alitaka kujua kwa nini Kim Ji Wook alionyesha uzuri wake dukani la harusi, alieleza alitaka kumvua mpenzi wake wa zamani kwa mwonekano wake. Kim Ji Wook pia alijiuliza jinsi mpenzi wake wa zamani alivyoolewa upya haraka baada ya kujitenga. San Hai Yang alifichua ukweli. Alikuwa amedanganywa kwa miezi sita wakati wa uhusiano wao. Kutokana na maneno ya Kim Jiwook, San Hai Yang alitambua alijua mengi kumhusu nyumba yake, marafiki na hali ya mpenzi wake wa zamani. Kim Jiwook alilalamika kuhusu kuongea kwake kwa sauti kubwa na maduka ya rahisi, akisema hiziwi na anaweza kumsikia vizuri. Njiani kwenda nyumbani, mpenzi wake wa zamani aliendelea kufikiria kauli ya Kim Jiwook kwamba walikuwa tangu utotoni. Akishuku hii ndio sababu San Hai Yang alivunja uhusiano wao. Hata akishuku alikuwa amemsaliti kabla yake mwaka mmoja na kugundua wasiwasi wake na kuuliza kama aliwasiwasi, akimshangaza kwani alidhani alikuwa amegundua jambo. Hata hivyo Alifikiri aliwasiwasi kwa kumtazama Kim Shamuji Wook. Harusi ikiwa karibu, Sun Haiyang alianza kugawa mialiko na pipi za harusi kwa wafanyakazi wenzake ambao waligundua mialiko haina jambo muhimu zaidi. Picha ya bwana harusi Sun Haiyang alidai alikuwa akilihifadhi kwa mshangao siku ya harusi. Alipoulizwa kama bwana harusi alikuwa amemsaidia, Sun Haiyang alikumbuka kumwomba Kim Ji Wook kufanya ndoa bandia naye ambayo alifikiria kwa kiasi fulani kuwa ombi la ndoa hivyo akithibitisha kuwa walifunga ndoa kabla ya kuoa mpenzi wake wa zamani. Alifichua hakuwa na pete, akidai ombi la ndoa linapaswa kuwa na moja, akijivunia pete yake mwenyewe, akiwa na shangaa jinsi bwana harusi alivyosaidia bila pete. Sun Hai Yang alihisi aibu, lakini aliahidi kufichua video ya ombi la ndoa wa wakati wa harusi ili kukamilisha kazi yake. San Hai Yang alichagua vitu vya ombi la ndoa kutoka soko la vitu vitumika na kumfanya Kim Ji Wook acheze katika kuandaa ombi hilo. Kim Ji Wook anakataa kutumia vitu vitumika na kupiga magoti mbele ya San Hai Yang kuigiza hata baada ya maombi yake mara kwa mara. Anahitaji tu kusema mstari mmoja bila kujiandaa chochote kingine lakini bado anamsukuma. San Hai Yang analalamika mbele ya wanafunzi akiuliza atakuwaje na mtoto wao kama hawawezi kuoa. Wanafunzi wanamhurumia na kumkashifu Kimji Wuku wakimuita mtovu, akiwa ameonewa vibaya. Kimji Wuku anaonyesha wanafunzi paka wake akidai kuwa ni mtoto wake, akifichua uongo wa Sun Ha Yang. Akiwa na azma ya kuunda maudhui ya video, Sun Ha Yang hufanya peke yake, akijifanya anapigwa picha na mpenzi akijifanya analishwa, akijifanya ananyanyaswa wakati wa matembezi na ununuzi pamoja dukani. Anaridhika na utendaji wake, lakini marafiki zake wanatoa maoni kwamba kicheko chake kinaonekana bandia na kulazimishwa. Bila njia nyingine za kukamilisha kazi yake, San Hayang ananunua pete na kukodi pete ya bwana harusi. Wakati anajaribu pete, anapokea ujumbe kutoka kwa Namjie Yan kuchukua kifurushi kwenye duka la rahisi. Akiingia dukani, mlango umefungwa nyuma yake na taa zikizimika ghafla. San Hai Yang anaona safu ya taa ndogo sakafuni na kuzifuata ndani, akigundua bango la ombi la ndoa ukutani. Gari la kuchezea lenye pete ya gami linasimama mbele yake na Kim Ji-wook anaonekana akiuliza kama anapenda maandalizi ya ombi hilo. Kabla hajajibu, anafunua rafu zilizojaa pipi tamu alizopenda zisizotengenezwa tena. Sun Haiyang anashangaa akijua kuwa Kim Ji Wook alinunua hisa nzima kutoka kampuni ya pipi ili kumpendeza ndani ya uwezo wake. Sun Haiyang mwenye furaha anakula pipi na kufikiria kulipa gharama. Kim Ji Wook anakataa akieleza anahitaji ndoa kwa sababu mtu anataka hamie Canada. Anatumai kuwa kwa kuonyesha ana familia wataacha kumwasiliana. Harusi inaendelea kama ilivyopangwa. Ili kupunguza mfichuo wa Kim Ji Wook na kumweka huru Sanhai Yang anawakaribisha wageni peke yake. Mpenzi wake wa zamani alivutiwa na uzuri wake kwenye nguo ya harusi, karibu kumfikia, lakini kwa ni irun anamzuia kwa wakati. Wakati wa sherehe, Sanhai Yang anapanga tukio maalum kwa watoto wanaotunzwa na mama zao, hata wale wenye kukosa kumbukumbu kumbu. akimkumbuka baba yake ambaye hakuishi kumwoa anahuzunika, hadi Kim Jiuk anapojumuika naye, akimtembeza kwa nguvu njiani, akimwona mama yake ambaye pia alichanganyikiwa. San Hayang anajitahidi kuzuia machozi. Baada ya harusi, Kim Ji-wook anarudisha pete na kumaliza igizo lao. Kwa bahati mbaya, mpenzi wake wa zamani na Kwan Yirun wanapita na kumfanya San Hayang kuweka pete tena haraka, akiogopa uongo wake kufichuliwa. Wakati anaelekea hotelini ya fungu la siku za kupumzika ili kuendelea kuigiza, jukumu la Kim Ji-wooku linaishia hapo. Kwan Yiruni na mwenzi wake pia walienda hotelini ya fungu la siku za kupumzika. Na waliwalika kwa furaha Sanhai Yang na mumewe kusafiri pamoja nao.